Hii ndiyo hadithi yangu mimi mwenyewe, mzee Hima. Kama ningekuwa na nguvu za kuifuta ningefanya, lakini muda umepita, na sasa naieleza kama ushuhuda wa roho iliyoanguka na baadaye kuelewa thamani ya uzima. Mimi mzee Hima, nilitokea Korea, lakini si kama wengine wanavyotokea. Nilifufuliwa kutoka makaburini, nikatumiwa na mababu waliolala chini ya ardhi ya baridi. Walinipa jukumu moja tu, kuanzisha biashara ya vitanda vya mbao ambavyo havikuwahi kuonekana katika kijiji chochote. Mbao nilizotumia zilikuwa nzito, zenye harufu ya miti ya misitu ya zamani ambayo iliondoka kabla hata ya watu kuwepo. Lakini siri haikuwa kwenye mbao, ilikuwa kwenye misumari. Misumari ya uchawi niliyopewa ambayo ningeichoma kwenye kitanda ili ndoa yoyote inayolalia hapo isizae. Ndiyo, hiyo ndiyo kazi yangu. Nilifika kijiji cha kwanza kama mzee mnyenyekevu, mcheshi wa maneno, mtu aliyebeba hali ya upole na hekima iliyojaa uso wangu. Wanakijiji walinipenda mara moja. Walisema hawajawahi kuona mafundi wa vitanda kama mimi. Wengine walikuja kuniomba niwafundishe, wengine wakasema vitanda vyangu vinaonekana kuwa vya baraka. Niliwatazama macho, nikajua hawajui kuwa baraka waliona ilikuwa kivuli cha laana. Wateja walijaa siku hadi siku. Wanandoa chipukizi walikuja wakitabasamu wakinunua kitanda cha mwezi wa harusi. Wanaume walikuja wakijivunia kuwa wamepata fundi mwenye mkono laini. Wanawake walikuja wakijisifu watapata usingizi mtamu kama malaika. Na kila nilipowatengenezea kitanda, nilipiga misumari ya uchawi kimya kimya, nikipiga dua ya giza niliyopewa na mababu. Miaka ilipita, na sauti za kilio zikaanza kusikika polepole pole. Wanandoa walioishi miaka bila mtoto walianza kujawa na maswali. Daktari hakupata shida, kijiji hakikupata jibu. Nilikaa kimya, niliendelea na kazi yangu. Niliuza vitanda zaidi, nikaenda miji mingine, nikaacha kijiji cha kwanza kikianguka kwenye migogoro na mafarakano. Kila nikienda mji mwingine, nikishukiwa tu, nilibadilisha uso wangu kama nilivyofundishwa na mababu. Nywele zinabadilika rangi ya ngozi inabadilika, mashavu yanatoka au yanafifia. Hakuna aliyewahi kunitambua tena. Lakini haijalishi nilibadilisha uso mara ngapi, usingizi haukunipata kirahisi. Ndani yangu kulikuwa na sauti niliyofikiria ni upepo wa kaburini, lakini haikuwa upepo, ilikuwa hatia. Kila nilipofuma kitanda na kupiga misumari ya mwisho, niliona sura za wanandoa niliowaharibu. Wengine niliwaona wakigombana wengine niliwaona wakitengana. Niliwaona wanawake wakilia usiku na wanaume wakipoteza furaha. Nilijiona, niliona mikono yangu imeharibu kizazi kizima. Siku moja katika kijiji kimoja kilichokuwa mbali na milima, nilikutana na mwanamke mmoja mzee aliyenipokea kwa chakula bila kuniuliza chochote. Aliniambia, mzee unaonekana umechoka sana. Nilicheka kimya kimya, siwezi kuwa mchoka mimi mtu wa makaburini. Akaniambia, dunia hii haijengwi kwa kuharibu ndoa za watu. Nilishtuka. Sikuona kama alijua siri yangu, lakini maneno yake yalinitikisa. Usiku huo nilikaa nje ya nyumba yake nikiangalia mwezi. Mara ya kwanza tangu kufufuliwa, roho yangu ilitetemeka. Sauti ile ile ya mababu ilijirudia kichwani mwangu. Tulikurudisha uharibu upendo, sio kuujenga. Lakini mwezi ule uliangaza ndani yangu kitu kingine. Swali ambalo sikuwahi kujiuliza: kwa nini? Kwa nini kuharibu? Kwa nini kufuta kile ambacho watu wanajenga kwa mapenzi? Kesho yake nilipoanza kutengeneza kitanda cha mwanamke yule mzee, nilisimama. Mikono iligoma kupiga misumari ya uchawi. Niliangalia, nikaiona ikiwa nyembamba kuliko nilivyofikiri, dhaifu kuliko kazi niliyotumwa kufanya. Nikaichukua, nikaivunja vipande Wakati nikiivunja nilihisi kama mizimu ya mababu inanitazama kwa hasira, lakini wakati huo nilijua lazima nifanye hivyo. Nilimrudishia kitanda mwanamke yule bila uchawi. Kwa mara ya kwanza, alilitazama kwa macho yenye nuru na akaniambia, nashukuru mzee. Hapo nililia, mimi mzee kutoka makaburini, niliangusha machozi. Tangu siku hiyo nilitembea kijiji hadi kijiji, si kwa ajili ya kuharibu, bali kurekebisha. Nilitafuta wanandoa niliyowahi kuwapa vitanda vyenye lana na nikaondoa misumari ile moja baada ya nyingine. Niliona watoto wakizaliwa miaka michache baadaye, na niliendelea kuishi kama roho iliyopata nafasi ya pili. Nikieleza hadithi hii leo, najua wazi mtu anaweza kutumwa kufanya uovu, lakini wakati wowote anaweza kuchagua njia ya mwanga. Upendo wa watu, ndoa zao, ndoto zao ni vitu ambavyo havipaswi kuguswa na giza. Nilijifunza kuwa kila mtu, hata aliyepotoka sana, anaweza kugeuka na kuwa sababu ya uzima. Hiyo ndiyo hadithi yangu, hiyo ndiyo roho yangu. Na kama unasoma maneno haya, tambua kuwa hata giza linapofunika, mwanga unatosha kubadilisha yote.